Ongezeko la kuku chotara mkoani Singida linafikirisha wafanyabiashara wengi. Je, wanasemaje juu ya hili? Kupambana maana, wasipoangalia kwa asili yetu uenyeji watapotea Singida kabisa, maana watu wafugaji wa wamekuja kwa wingi, wanafuga kuku chotara, kwa hiyo wanasababisha kuku chotara wanakomaa wana, wana, wana haraka, miezi minne tu wanaingia sokoni, mitatu minne wanaingia sokoni, hasa wa kienyeji mpaka afikie hatua ya kuingia sokoni ni miezi saba nane kwa hiyo waki, wakilemaa wakazi wa Singida kufuga watasababisha kuku wa kienyeji wapotee, na ndio sasa ndio fahari yetu, kuku wa kienyeji wa Singida. Mayai ya kienyeji yenyewe sasa hivi yamekuwa adimu. Kuku wa kienyeji ni kuku ambao wanapendwa na kila mtu, tofauti na kuku wa kisasa au chotara. Wanawashawishi mpaka sasa hivi kuna wageni, kuna wachina washaanza kufuga hapa Singida kwetu. Wao wana kampuni ya kufuga kuku wa kisasa, kwa hiyo wale watakapokuwa na kuku wengi wanasababisha mpaka soko lao, yani wafugaji wanaweza wakapoteza kabisa mali yao. Kwa wakazi wa mkoa wa Singida wanakula kuku kulingana na hali zao za maisha. Kwa mahitaji ya nyumbani na familia yangu napenda kutumia kuku wa kienyeji, sababu kuku wa kienyeji ana ya ladha yake tofauti na kuku labda broiler au chotara. Mwanzo tulikuwa tunanunua kuku elfu kumi na sita kumi na saba mpaka kumi na nane sasahivi huku tunanunua kumi na tisa mpaka elfu ishirini. Bei halisi ya kuku ni imeongezeka wenyewe, wanaenda kule wananunua kwa bei kubwa, kwa hiyo sisi huku sokoni kutufikia na kwa kidogo, kuna changamoto. Je, kwa wafanya biashara wa kukuchoma wateja wao kina nani? Kuna baadhi ambao wanatoka mikoani ya sasa da, Dar es Salaam, akija anaulizia, nataka wale kuku mlaini chotara, kama unaye, na baadhi wanawapenda. Sasa kama aunawambia bwana, hapa nao kienyeji wanakula hivyo hivyo, na akionya ladha ya kuku kienyeji anatamani endelee kula zaina zaidi. Sema na kama nakama wanadai bei yao ni kubwa zaidi. Na vipi kuhusiana na wafugaji nao wanasemaje juu ya kuku? Kwa kisasa na nafuga na, kwa ajili ya kumtoa kwa ajili ya biashara sichukui muda mrefu sana. Pia wa kienyeji naweza nikafuga, lakini yule anaweza akakaa muda mrefu sana. Kwa upande wangu mimi, kwa sababu ya biashara, ndio maana nafuga kuku wa kisasa. Kuku wa kienyeji Nakuta kwenye mauzo naanza kuanzia miezi nane mpaka kumi na mbili. Upande wa serikali unalitambuaje swala hili la kupotea kwa wakuku wa, wa asili na mipango yao ikoje? Yeah. Tunafikiri kwamba kasi hii ikiendelea mpaka kule vijijini inaweza ikavuruga ile koo safu ya kuku wa asili tulionao na baadaye huko, badala ya kuwa na kuku wa asili ambao Singida inafahamika zaidi, tunaweza tukawa na mchanganyiko tena tukapoteza huo uasili wa kuku tulionao. Hayo e, makampuni yanapofika, yanapofika kwenye m, e, kwenye ngazi ya mkoa hmm, wakiwa na lengo la kupeleka kuku hao kwenye maeneo ya vijijini, huwa tunatoa conditions ngumu sana, ambazo lengo letu sisi ni kwamba wasipeleke hao kuku kwenye maeneo ya vijiji vyetu, ili wasije wakavuruga wakavuruga ile asili ya kuku ambao tunao. Kwa hiyo E, tuna discourage sana hii aina ya kuku wa chotara kuwapeleka kwenye maeneo ya vijiji.